Jambo la kwanza tunataka kutoa pole kubwa sana kwa taifa la Kenya kwa kumpoteza waziri mkuu mstafu wa Jamhuri ya Kenya. E, wao walimwita baba na sisi tunamwita baba Raila Amoro Odinga ni kiongozi